Cheki nilivyo na maajabu. Hivi ndio huwa hivi? hilo ni uwa la <laughs> kumpa mpenzi wako kweli? Wewe yani wewe mzee, sikia nikwambie. Sawa aba, umetumwa.

Kwa vipi? Eh? Wewe, unanisimamisha hapa hey, nini? Ah, nini nakuuliza. Mbona wewe umekasirika sana? Hivi kukasirika kwangu wewe kuna kuhusu, hivi mimi nikikasirika unapata faida gani? Hapana, sio. Unapata <laughs> faida gani, wewe? Wewe. Eh. Uniambia nini? Uniambia nini nakuuliza? Yule mbwa eh, na wewe <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tawasi, do, do ni kitu hiki ilasema sijui mnatofautiana nini, wewe mrefu mwenzio mfupi, alafu yani mko ovyo ovyo, tusijua sikuta mkoje, mwangalie kwanza. Basi sawa tu, ni dunia ipo, ah, tawabana